Ulipatie. Ahadi yangu umetimiza. Kilichobaki ni mimi kutimiza ahadi yako. Siku ya leo nitatakiwa kwenda kwenye makao makuu yangu. Lengo langu ni kupata ule msukule ili niweze kutumia kwenye shughuli zangu. Sawa, nimekuelewa. Nasubiri mwongozo wako. Chile moke, chile moke. Mambo Adela, naona umeongezana na kaka yako. Ndio Adela. Mbona unapiga uh, sana simu zangu, pokee? Shida nini? Hapa katikati nilikuwa na mambo ambayo hayapo sawa, ndio maana sikupata hata muda mzuri wa kushika simu. Mbona nanzungusha sana, shida ipo wapi? Nilikuwa sipo sawa, ila kwa sasa bora ungefanya tu kama nilivyokuambia awali. ah. Sawa, nimekuelewa, ila pia naomba fikiria hili swala pia, kwa sababu nilitaka kufanya mwanzo lakini ikawa sikuelewi, ila kwa kwa umenipa ridhaa nitafanya hivyo. Kikubwa tu uwe serious. Sawa, nimekuelewa, ila sidhani kama hapa ni sehemu nzuri ya kuendelea kuzungumza, kwa sababu kama unavyoona niko na ndugu yangu, na ileti picha nzuri kabisa. Mimi nasimama na wewe, alafu ya kufahamu kweli, tutaongea kwa wakati mwingine. Basi sawa, Dela, ila kuwa makini. Sawa, okay, bye. Uondoe bye. Hivi, sister, hiyo ni heshima gani ulonionyeshea? Nisamehe mdogo wangu. Sawa, tukiachana na ukaka inabidi uheshimu pia, tumetoka njia moja na safari yetu ilikuwa ni moja. Kwanini usinge niambia kumbano, si Alafu, kumbano, kwa nini usingeniambia kwamba na mazungumzo na yule kijana? Sikufahamu kama tutakutana naye hapa. Alafu huyo ndio yule kijana nilikwambia au nilishawahi kuambia kwamba anahitaji kuja kunioa. Haijalishi. Hivi unafikiri kwa hii picha leo inaonyesha hapa? Yeye atanishukuliaje? Narudia tena kuomba samahani ndugu wangu. Alafu ukinizame, tukifika nyumbani nitakupikia chakula kizuri na chochote unapenda. Ah

Nimetoka huko haraka haraka nikijua nimechelewa. Kufika hapa kumbe nimekaa board kichizi kumbe mwanangu upo mbali huko. Pepa nishakuja zaidi mara tatu. Eh? Mm. Nimefika mara ya kwanza nikakukosa. Nikasema nija kwako. Kilicho nikuta kwako, ndugu yangu. Mungu apendi. Eh, nini tena? Pale mwanamke chuma. Mke wako kipipi? Akili mbili. Kwa kanipaka. Kanivua nguo ba mdogo. Kwa vile ndo nishamuelewa tu nikasema ah. Eh. Fulika kombe mnao wapite. Ila pale una kazi kaka. Mm. Twasema na huyo. E, vipi ulipokuwa umekwenda? Ah, mm. Na simu yako haipatikani, shida nini? Ah, tuku yangu, simu yangu haipatikani, imezima chaji. Na afu kingine nilikukumbusha hapo hapo nyuma hapo. Kuhusu mke wangu kwanza naomba umstahimili. Nimegundua ana matatizo ya akili. Sijapata tu makadi lakini ana matatizo ya akili mke wangu. Ebu tuachane na swala mke wangu. Mimi bwana nimepitia kwa ile jamaa yetu ile. Yule demoso hmm, nimeenda kuona naye, lakini jinsi nilivyozungumza naye kwa kutoa fedha leo au kesho, muongo kanipa tu kalenda, kaniambia tusubiri siku tatu nne hivi anaweza kanipatia. Sasa mimi naona kama tunapoteza muda, mimi nafikiri tulicho nacho hichi, hmm, tuendelee kwanza ku force tupate mishindo kama minne mitatu hivi, tuongezee, tufanye jambo letu la sivyo, tutaendelea kuwa watumwa kwa watu, maana tukisema tumsubiri huyu inawezekana kaa ahadi afu sitimie. Ah, sio wazo baya, tuanzia hapo hapo tulipo tunaishia, na tukiachana na hilo Hebu tuseme ina lillahi wa ina ilahi rajiun, maanake kuna msiba ndugu yangu, msiba. mm -hmm. Wanani tena huyu dogo baruza? Huyu dada ake anaomba katangulia. Ha, sasa dada yake gani? Kuna mmoja yule aliyekuwa chizi, kuna mmoja yule mrefu, mrefu na kuna yule mmoja machepele machepele. Yule huyo huyo machepele machepele huyo, amekata kibiliti mapema tu. Mi jana nimeonana nayo, unajua yupo safi kabisa. Aya, vipi mwenzangu? Yaani mimi nimetoka huko kihai hai, najua huko nyumbani itakuwa na kusubirisha mtoto wa watu. Umetoka wapi? <laughs> Nilikuwa nyumbani. Unajua kabisa siwezi kutoka pale nyumbani na kukurupuka tu. Lazima nikae niweke mazingira sawa ndo nitoke. Hai. Mbona na huo mfuko mdogo wakati tumekubaliana unakuja kwangu kukaa? Nako kafuko vipi? Huu mfuko nimebeba tu nguo zangu za kubadilishia kesho. Maana nguo zangu zote zilikuwa chafu. Nimefua, nimeacha juu ya kamba. Nimeacha tu maagizo watu wanianulie waniingizie ndani. Mana ake kafu kenye ndio hivi, nimebeba tu nguo ya kubadilisha na dawa zangu basi, ila <tipos> kesho nitaenda kuzichukua. Yaani <tipos> unaekaeka wewe, aya mtu ndokimuniwaz na mipango ya Mungu mzee, leo mtu tuko naye afikishe tu natuko naye kwa hiyo ah, kazi ya Mungu ina makosa hapo. Cha kufanya cha msingi, tukipata nafasi tujumuike pale kwao, tuangalie ratiba ya msiba na mazishi inaendaje ili tujumuike nao. Sawa, mimi nadhani hilo halina shida, cha kukifanya jambo moja, mguu mm -hmm, mguu wako mguu wangu, twende kwa mke wangu Kipipi tukampe taarifa. Uenda taarifa hizi ana kwako, nyumbani kwangu kwa nyumba kwa, hmm, kwa Chanikuta ndugu yangu wewe, nenda nenda kwako Kamaona mke wako ampelekee taarifa hizo Kipipi. Mimi nenda nyumbani kwangu, ukitoka kwako kwa kwa, nipitie tutaongozana ndugu yangu. Swala la kwamba twende, nina maana mimi, likienda pale takalotokea lolote, wewe utanipoza. Likitokea kwako mimi nitakupoza. Haya, nipo peke yangu, lishatokea jambo kwa, kwa, kwa nani atanipoza? Ndugu yangu, sio kwamba sitaki kwenda kwako kwa, ila unanichuza ndugu yangu, unanichuza <laughs> mm, -mm. Aiwa. Aiwa, sasa basi kingine cha mwisho ni kuombe. Mm-hmm. Tutakapoenda kwenye msiba, hakikisha tukae nyuma nyuma. Unakumbuka ule msiba kule bondeni kule? Mm-hmm. Tumetoka kuzika, tumekaa chini, tumeanza kusikia ngwinji ngwinji. Ah, nini kuangalia hivi mbasi keni mbovu, kuna mzee ameshuka na ndevu kama chikichi yule. Eh, nakumbuka. Kaenda makaburini kafukua maiti kaka bega gani? Unakumbuka? Haijatoka hapo likaja kwa mwenyekiti wetu, watu wamevua viatu pale. Huko hatujajua kutakuwa na nini. Kwa msingi tukae nyuma nyuma soki mbele mbele.

Miko, hey, mambo? Poa. Mzima, mzima. Mambo. <sighs> Eh, ha, ni kawaida, si unajua nilikokuwa huko ni tofauti na huku. Eh, hatimaye nimekukuta tena kijijini. Eh, naambia kuna mpya gani? Kabla yeye hajaondoka lakini pia ulitokea msiba mwingine wa mwenyekiti na kwa sasa kuna msiba mtu mwingine, Kiberiti kafariki. Unasemaje? Kiberiti katutuka? Kiberiti huyu unamjua? Mimi vivyomiko mbona taarifa umeipokea kiukubwa hivyo? Ah, hapana ni mtu naye mfahamu kwa karibu, kwa asenda kwa kuniambia, unaweza kuendelea safari yako. Ah, sawa, mimi naenda. Kwa miko, vipi tena? Mbona kama hii taarifa nimeipata, nimekusikitisha sana, kuna shida gani kwani? Uwe ni binamu yangu, mbona nikwambia ukweli, huyo kibiriti aliyetajwa hapa, ndio mtu aliyenipa mimi hamasa ya, ya kutoka hapa kijijini kwenda kwa babu kule kuwekwa mwili wangu. Sawa. Alikuwa ni mpenzi wangu. Na nilifanya yote hivi kwa sababu nilikuwa nampenda sana. Japo kwa tabia zake zilikuwa ziliridhisha hata kidogo. Alikuwa ni mtu ambaye hajatulia na mwanamume yote anapita naye. Lakini mimi niliweka nia kwamba nikitoka kule nije nimuoe. Naamini angebadilika kwenye ndoa. Sasa mimi nafika hapa napewa taarifa kama hizi. Mimi nafanyaje dada yangu? Sio hivyo, dada na niuma. Kwa nini amesubiri mimi nimeondoka ndoafe Pole, pole binamu yangu, usijali. Huwezi jua, labda Mungu akupanga yeye kuja kukutana tena. No, no. Kwa nini kwangu? Angesubiri basi hata nimuone mara ya mwisho aondoke. Basi naelewa uchungu unaojisikia ya Mungu, tumwachie Mungu sawa, labda haikupanga wewe kuja kukutana naye tena. Kuna vitu vya kutisha uaduiabawanuay naona, somo la salamu kako limekuwa gumu, tuachene na somo la salamu. Hey, mbwembwe Najua kabisa uko mmekaa mmepangana mje mwichezee mia akili yangu. Taarifa zako zote nilimpa Makoroboy akuletee. Makoroboy, ujampa taarifa zangu wewe? Lakini ah, taarifa mimi nilimfikishia. Sitaki kusikia lakini taarifa zangu kumbe umezipata. Haya, naomba jibu langu. Hivi, mahakama gani anasikiliza mtu mmoja alafu mtu mwingine asikilize, alafu kipipi? Mimi ni mume wako, sina jibu Yaani kumbe nyinyi mnanichukulia mimi poa? Yaani mnanichukua kama mnaniweza, si ndio? Yaani mnanifanya kama mdomo mnanitoa mnaanza kulia kwenye TV, kwenye masofa, popote pale, si ndio? Labda niombe kitu kimoja. Mimi mwe una chizi mnanijua vizuri. Sasa msitaki nibadilishe rangi yangu, ikanijaa sumu nikawa kama kobe atakutema sumu yangu. Nikitema sumu yangu nyepa mwezi kukaa. Sasa nyinyi si wanaume, nitaonyesheni mimi wanamke wangu mtu mmoja, ikiwa nyinyi wanaume leo nitaonyesheni sio? Nimekwaje? <coughs> mtu

Makoroboi, eh, nakuomba ndugu yangu rudi nyumbani. Ah, njoo, hakuna tatizo lolote. Wewe njoo tu tutaongea hapa. Wewe njoo tukimbia. Aya, ah, sawa, ah, uh, uh. Sana anaumwa kule da, sasa hivi kuna ugonjwa umeenea. huo ugonjwa yenyewe ni watu wanatapika pamoja na kuharisha. Yani bibi huo ugonjwa ameshaupata na mama mdogo, kama unavyomjua hawezi kumudu peke yake. na ikitegemea mimi naenda chuo. kwa mama mdogo amenituma hapa, dadangu nje, nikuchukue twende kule ukamsaidie saidia kumwangalizia bibi, si unajua yeye mtu mwenyewe hawezi kumudu peke yake. Pole dangu mai, nimekuja nimekufuata. Hey, jamani, poleni sana. Na bibi ameanza kuumwa lini? Ana siku kama ya tatu hivi tokaanze kuugua ugonjwa. Mm, kweli ni mtihani, kama unavyosema kwamba wewe unaenda shule na mama naye yuko na shughuli zake, ni mtihani kwa upande wake. Sasa mi nimekuelewa hapa, itabidi tuende wote tu, hakuna namna, kwa hiyo nafkiri ntampa maagizo yote. Kipunje atabaki hapa, nafikiri atakuwa najipikia mwenyewe uzuri. Mdogo wangu mimi namfahamu, ana hata matatizo. Itabidi ni mwage twende safari yetu basi. Sawa, ndo hicho mama alichonituma nije nikufate, ili tuweze kwenda ute kama umekubali damu. Nashukuru. Kiepe, kiepe Amu ya mamu. Kiepe, nadhani unakumbuka kama niliwauliza kuna mtu alitoa kwenye mji huu. Sa daktari. Nimezunguka nyuma ya nyumba nimekuta kuna kitu kimefukiwa hivyo, nimeshaifukua hii hapa.

Yaani mjini kumkupenda hadi najisiwivu. Hata hamna, shoga yangu. Hmm. Ni umaridadi tu kuficha umaskini. Hmm. Hmm. Pole ni kwa msiba. Msiba wenu niliupata nikiwa mjini, lakini pia nikashindwa kuja kwa sababu kaka kuna mipango yake mwenyewe. Nalikuwa nataka kueyoka sawa ili nije naye. Kama hivyo ndo nimekuja. Asante. Ni mipango ya Mungu tu, nimeshazoea tayari. Namshukuru Mungu tumemaliza salama. Ila pia hapa kijijini kuna msiba mwingine umetokea, sio umeusikia? Wa Kibiriti. Mm, msiba huo ni kweli niliupokea lakini niliupokea nikiwa njiani. Nakuja huko nyumbani. Lakini sikushtuka sana nilivyosikia hilo jina la Kibiriti. Ila nilipofika hapa nyumbani nikaja nikajua kwamba ndio yule msichana kipindi kile. Kumbe nikabadilisha jina kutokana na tabia zake. Ndio maana nilipokea taarifa yake sio kwa, kwa kushtusha sana, lakini poleni. Asante tumeshapoa. Haya bwana, mimi tangu alivyoniambia kaka kwamba umekuja, nimeshindwa kuvumilia mwenzangu. Nikaona nije kufuate huku huku. Maana kama unavyojua sina shoga hapa kijijini. Nilikumisi hatari udugu. Maana hata ni hapa kijijini ameondoka. Kwa nini nilivyosikia tu umekuja? Mbio mbio, viatu mkononi. Ani kweli? Nikutana na kakaako njiani na nikamwambia aje kukufikisha ujumbe kama nimekuja. Kwo nilipanga nirudi mwenyewe nyumbani nje, nimalize kazi zangu, then nikufuate hiyo nyumbani, lakini hukuchelewa ni hata kidogo, ukaamua kunifuata huku. Ayamwaya, ngoja mimi niende zangu nyumbani, niende nikajiandae kwa ajili ya msiba, na ukimaliza hapo kazi zako basi utanipitia twende wote. Sawa. Sasa kama ulivyosema Biasimini kwamba utatufanyia kinga, tuwe na hisia za kuhisi mbali, hata kama kimekanyaga kipanzi hapa, tunajua hapo. Mimi nitashukuru kishafanya maana, mwenyewe sasa hivi ni baby alone, najikuta na degea hadi feeling zimeanza kupotea kama ukitokea kinga umu, <laughs> Natangulia kwanza beat hapa na kwa mehusika catalyst nasikia -di -di Di na mi huyo kama koma ndo kipesi chap chap. <laughs> Unakuta nimemnyongea hapa hapa chap chap wala sikopechi, alafu na sisi tulivyo sasa, Waislamu hatuli vilivyo dedi yani namaanisha nyama tumizoga tunakatupa kule mto mto Ngorongoro ngoro huko kanafia huko uko sawa so, mimi naingia ndani umtu

Ukaja kwa machora, yaani mtoto wetu arudi, ameenda kuna utafutaji <laughs> kumekabia simini kameshani nyonga. Endelea na kazi zako nao, ni kazi naishi nayo e, tu hivyo hivyo. Kuna shida gani? Amna shida yote, huwezi kuamini ulivyoondoka tu kunyuma, kwa hali yake amerudi safi, ni mzima, ana tatizo lolote, yani maumivu yote yamekata. Ah, Mbwembwe ndugu yangu, hadi najiuliza uchungu wake una sekunde una dakika au una nini? Sijui, lakini yupo ndani, yuko salama kabisa e, e, Heshima, yangu uko vizuri? Yaani mimi hali ya <laughs> yangu wewe inakuhusu nini? ndugu yangu bomia niliaona. mimi sikutaka kuja pako kabisa, ila wewe unilazimisha, mimi moyo wangu ligoma kabisa, kwa sababu nilijua kabisa kwamba haya atakuja kutokea tu. Mtokee mimi hapa, yule kama la kdube. Mbwembwe, mimi nataka swali langu ulijibu. Sio mm. Nakuuliza hiki unakijua. Umekuwa bubu? Nakuuliza kwa mara mwisho, nitakutandika cha uso. Hiki nini? Kiatu. So, unajua kazi yake eh? Basi endelea, ndugu yangu. Nakuomba mimi wewe, tangulia nyumbani. Kuna mambo naweka sawa, nitakuja hapo kwako, au aidha tutakutana huko msibani. Basi weka sawa. Yani kiukweli nimechoshwa na tabia zako. Twende ndani. Mwembo, mimi siendi ndani. Odi. Karibu. Oh, kaka. Karibu. Shikamoo. Marhaba, kwema? Kwema kabisa. Nimekuja kumuona Diana. Nimepiga sana Odi lakini sikupata majibu. Kama unaona kimya, naisi atakuwa ametoka. Maana kabla mimi sijaenda kwenye mizunguko yangu, alinaga kuwa atatoka tena kwa shangazi. Sawa. Ah, karibu. Asante. Ah, okay. Ah, ah. Nini sababu ya kunita muda huu? Sababu ya kukuita: Kuna watu ambao wanataka kuingia kwenye mapambano na mimi. Na wakushirikiana naye kwenye mapambano yayo ili niweze kuyashinda niwe pekee. Mwanzo tuliweka makubaliano na ukanitelekeza. Nitakuamini vipi? Kama nilivyokuahidi awali, sitaenda kinyume kwa makubaliano ambayo tutakayoyaweka sasa hivi, kila kitu kwa kiapo. Ninaweza kukuamini kama kweli. Dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungu tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwa kiza. Ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza, watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge hukanyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa